E, mimi naitwa Maizo Martin Mgezi ni mhandisi wa miundombinu ya leli e, kwa sasa ni project manager wa mradi wa standard gauge e, Tanzania nikiwa chini ya taasisi ambayo inasimamia huu mradi, taasisi inayoitwa Rail Asset Holding Company kwa kifupi RAHCO. Hii treni tutakayo ijenga sababu ya mwendo kasi wa kilomita uh, 160 kwa saa, ikati hapa na Morogoro kwa mfano, kutakuwa kuna vituo e, kama sita hivi. kwa hiyo ikitoka Dar es Salaam itasimama Pugu, baada ya Pugu itakwenda Soga, Soga itashusha Ruvu, Ruvu itakwenda stesheni ya Ngelengele na kutoka Ngelengele itasimama na kushusha Morogoro, lakini hii ni hii treni ya mwendo kasi wa sasa, na haya ni makadirio ya sasa, lakini e, tukumbuke kwamba wakati tunajenga hii standard gauge reli iliyopo ya meter gauge haifungwi. Serikali inaendelea kuifanyia matengenezo, kwa hiyo hii ya sasa itaendelea kusimama vituo vyote vidogo vidogo ambavyo imekuwa ikisimama e, miaka iliyopita kwao. Wale ambao wanashuka wana, wana, wana katikati ya vituo nilivyovitaja, wa basi watatumia hizi treni za sasa ama wanaweza akapanda hii treni ya sasa mwendokasi, wakashuka wakapanda ile nyingine ya, ya, ya mita geji. Ah, umeme wa kuisha treni utakuwa ni uhakika kwa sababu eh, kwanza tunaendelea na mazungumzo na wenzetu wa Tanesco na TPDC kwa kuweka mikakati ya kuhakikisha kwamba tuna umeme ambao utakuwa uhakika eh, na tumeshasikia kwenye vyombo vya habari kwamba e, Tanesco wanaboresha miundombinu yao e, kwa maana kwamba umeme wao uweze kuwa hakika kwa asilimia 95, na zaidi e, lakini pia e, tunaangalia uwezekano kama hali itaruhusu e, kuwa na uwezekano wa kuwa na sehemu zaidi ya tatu zinazoingiza umeme katika mtandao wetu, kwa maana kwamba. E, kama sehemu moja chanjo za sehemu moja kikiwa kimekatika basi hizi sehemu nyingine zilizosalia zinaweza zikaendelea kulisha mifumo yetu ya umeme. Kwa hiyo kwa hali hiyo e, ni mategemeo yetu kwamba umeme utakuwa ni uhakika na kwa kushirikiana na na TANESCO na TBC tuna tunaimani tutatimiza azma hiyo. E, ni vizuri tukaelewa kwamba umeme wa kulisha treni unajengewa nyaya zake zinazopita juu ya reli, zinaacha nafasi kiasi kwamba hata bewa linaweza likapita chini yake. Lakini juu ya vichwa vya tren kutakuwa kuna vifaa maalum vinavyoitwa pantograph. Vifaa hivi vina uwezo wa kujitanzua na kugusa e, nyaya za umeme zinazopitisha uh, umeme juu ya reli ambazo tunaziita catenary. Kwa maana hiyo ni kwamba ile pantograph ambacho ni kifaa kiko juu ya kichwa cha treni ama bewa la abilia la, la, la treni kinajitanzua na kugusa na kuchukua umeme kutoka kwenye e, mfumo wa umeme wa, wa, wa treni ambao tunaita catenary. Kwa hiyo inaweza kusema kwamba umeme unatoka kwenye katenari unachukuliwa na pantografu ambacho ni kifaa ambacho kiko juu ya aidha bewa la abiria la, la ama e, kichwa cha treni na kupeleka kwenye injini na mitambo mingine na kuendesha treni. Swala la kusafirisha wagonjwa kutoka Morogoro mpaka Dar es Salaam, e, litawezekana lakini, pia lazima wahusika wa mgonjwa pamoja na taasisi zinazomhudumia kwa maana hospitali, na, na wanaosafirisha kuwa na mawasiliano ya kuratibu jinsi ya kuweza kumsafirisha mgonjwa, kwa sababu treni Morogoro haifiki hospitali kuu ya rufaa Morogoro, kwa lazima kuwe kuna jinsi ya kumsafirisha mgonjwa toka kwenye hospitali ya rufaa Morogoro kumleta stesheni ya treni Morogoro, lakini vile vile lazima kuwe kuna kuratibu ratiba za tren ili mgonjwa aweze kuletwa kwenye muda mwafaka unaoingiliana na ratiba ya tren. Ukumbuke kwamba tren hizi zinachukua watu zaidi ya elfu moja mia mbili kwa hiyo unapomhudumia mtu mmoja mgonjwa, lazima pia kuangalia mambo yote, kwa sababu katika watu elfu moja mia mbili inawezekana wasiwepo wote wazima, lazima kutokuwa kuna wachache ndani yake wana maradhi au magonjwa, japokuwa sasa ukubwa au ukali wa ugonjwa unatofautiana kwao, ni vyema kuratibu jinsi ya kufanyia kazi hii, na vilevile mgonjwa huyo atafika Dar es Salaam kwa muda mfupi, kwa sababu kama ambulance ya barabarani inaanza kuchukua masaa matatu manne, lakini akitumia treni atachukua saa moja na nusu, ameshafika Dar es Salaam station. Kutoka Dar es Salaam station mpaka Mwimbili ni dakika chache, atakuwa ameshafika Mwimbili labda nusu saa au dakika kumi kutegemea na trafik. E, lakini vile vile ukumbuke mgonjwa huyo akisafirisha kutoka Morogoro mpaka Dar es Salaam kwa kutumia train anasafiri kwenye usafiri ambao ningesema wa burudani, yaani usafiri ambao haurushirushi, tofauti na mgonjwa huyo ukimsafirisha kwenye barabara, kuna mashimo mashimo, lami imevimba ime, au kuna mashimo kwenye hivyo. kuna break, lazima pige break kupisha watu wanaotaka kukatisha ovyo na hivi. Kwa hiyo usumbufu mgonjwa hata hautakutana nao kama atatumia train. Kwa hiyo nataka kusema hapa hakutakuwa kuna treni maalum ya wagonjwa katika mipango tulionayo sasa, lakini treni hiyo tunayotegemea kuiendesha, kama kutakuwepo na uratibu mzuri kati ya watakaoendesha huduma za treni pamoja na hospitali na wenye mgonjwa, basi inaweza ikatumika pia kuleta wagonjwa Dar es Salaam kutoka Morogoro. Umeme tutakaotumia e, wasola kwa kweli ni umeme mdogo sana. Sina taarifa za kitaalamu kama kuna umeme wa sola unaoweza kuendesha treni. Ninachokijua mimi tunategemea umeme utakao utumia vyanzo vyake vikuu viweni sawasawa na vile ambapo Tanesco wanavitumia sasa. Kwa maana hiyo, tunazungumzia gesi, tunazungumzia maji na vinginevyo, na hivyo ndivyo vitakavyokuwa vyanzo vikuu vya umeme wa kuendesha treni. Labda vijitokeze vingine wakati tunaendeleza mradi, basi umma utaambiwa. Tunaomba tuelewe kwamba ujenzi wa reli hii ya kisasa ni gharama kubwa sana, na pia treni zitakazotembea humo zitakuwa ni za gharama kubwa sana kwa sababu za umeme na za kisasa zenye teknolojia ya juu. Kwa hiyo, e, gharama zake ni kubwa kulinganisha na hizi zilizopo, e, kwa sasa bado E, viwango vya nauli havijakokotolewa, lakini bila shaka havitakuwa vikubwa sana, lakini tusitegemee vikawa vidogo kama vya sasa, kwa sababu kuna gharama ambazo zimewekezwa, la sivyo hatutaendelea weza kuendelea kunao mfumo, kwa sababu kifaa ama spare ikiharibika, ni lazima uinunue kwa gharama kubwa. Kwa hiyo hiyo gharama lazima itokane na nauli. Kwa hiyo tutegemee sio gharama kubwa sana, lakini sio kama ya treni iliyopo kwa sababu E, ni ya teknolojia ya hali ya juu. E, juhudi za pamoja zinafanywa kati ya TANESCO, TPDC na sisi RAHCO ili kuweza kufanyia kazi vyanzo vya hakika vya umeme, lakini tunategemea kwamba tutakuwa tuna vichwa vichache vya ziada vya kuweza kunusuru kama jambo katika umeme litatokea. Ah, sasa hivi e, ni mapema mno kusema, kama nilivyosema kwamba bado usanifu unaendelea lakini kwa vyovyote vile binafsi sitegemee vinaweza vikapungua ruti nne mm, lakini namba kamili tutaendelea kuipata baada ya kukamilisha ukokotoaji eh, mwishoni mwa mwaka huu. Kuhusu bei ya nauli na kwamba wanafunzi watalipa kiasi gani, hili bado tunalifanyia kazi eh, na tunategemea kwamba miezi mingi tu eh, kabla hatujamaliza taarifa za nauli zitasambazwa kwa wateja. Mifumo ya uendeshaji wa sekta ya reli duniani iko ya aina nyingi. Mmoja wapo ni mfumo ambao miundo mbinu na uendeshaji wa treni unafanywa na taasisi moja. Huo ndio mfumo kama uliokuwa unatumika na TRC, lakini baadaye tunakuja kujua kwamba kuna mifumo mingine. Mifumo mingine ni kwamba unakuwa na tasisi inayosimamia na kutengeneza miundombinu ni tasisi tofauti na ile inayotoa huduma za usafiri wa kutumia treni. Kwa maana hiyo, kwa mfano wa sasa ni kwamba tuna RAHCO inayo yenye majukumu ya kisheria ya ujenzi na matengenezo wa njia za treni na miundombinu yote, lakini wakati huo tuna tasisi nyingine inaitwa TRL ambao wao majukumu yao kisheria ni kutoa huduma za usafiri wa kutumia treni. Kwa hiyo mifumo ya kuendesha treni duniani iko mingi. Mfumo mwingine uliopo ni kwamba wale watoa huduma za usafiri wa treni, kwa maana ya TRL kwa sasa, nchi nyingine za mfumo, ambayo inaruhusu wawe waendeshaji wengi zaidi ya mmoja, lakini sisi kwa sasa tuna mwendeshaji mmoja ambaye ni TRL. E, inawezekana kadiri muda unavyokwenda na tathmini na zitakavyoonyesha inafaa, serikali inaweza ikaamua vinginevyo, kwa maana kwamba kuweza kuruhusu kuwa na watoa huduma ambao kuja na treni zao na wakaziendesha katika treni ya Standard Gauge. Kwa hiyo hili jambo kwa sasa halipo kwenye taratibu na sheria zetu, lakini tunavyozidi kuendelea na ujenzi kama kutakuwa kuna ulazima na haja ya kubadili mfumo na kuruhusu wenye treni binafsi kuziendesha , basi hilo litafanywa kazi na umma utapashwa habari.